Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata katika injili ya Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya tatu na aya ya 11 hadi ya 32. Ni ule mfano wa Yesu ambao umepewa jina la Baba mwenye huruma, wengine wanapenda kusema injili ya mwana mpotevu. Baada ya mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, makundi mawili ambao walikuwa wanampinga Kristo wakamshambulia Yesu wakisema anakaa na wenye dhambi, anawakaribisha wadhambi na watoza ushuru, wakaanza kunung'unika. Yesu anatolea mfano huu wa baba mwenye huruma na yule mwana mpotevu. Anasema baba mmoja alikuwa na watoto wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Baba akawagawia vitu vyake, na taratibu katika taifa lile la Waisraeli kwa Wayahudi ilikuwa ni kwamba baba akiwa na watoto wawili, yule mkubwa alikuwa anachukua sehemu kubwa ya urithi wa ile baba na mtoto mdogo alikuwa anachukua robo ya urithi wake. Huyu mdogo alipoona kwamba katika urithi huu wa baba, mimi sina kitu kikubwa, akaamua kuchukua mali zake, ile sehemu ilikuwa inamwangukia. Kosa la huyu mtoto ilikuwa ni kwamba alimuua baba yake, kwa sababu urithi ulikuwa unagawiwa baada ya baba kufa. Yeye mtoto kwenda kudai urithi, maana yake alikuwa ameshamuua baba yake mzazi na baada ya kufanya kitendo hicho, baba hakusita katika kuweza kumpatia kile ambacho alikuwa anakihitaji. Hii ndio roho ya baba yetu mwenye huruma. Mara nyingi sana katika safari zetu za maisha, twajiamini kipumbavu na kijinga hadi tunamuua Mwenyezi Mungu ndani ya mioyo yetu, kwamba Mungu hayupo, Mungu haishi tena, na baadaye pia twatafuta baadhi ya vitu kinyume na taratibu lakini Mwenyezi Mungu, yeye ambaye anawapatia mema wema na wabaya, anatupatia yale tunayoyahitaji. Kijana huyu mdogo alipopata zile mali zake sehemu ile iliyokuwa inamwangukia, akaondoka, akaenda nchi ya mbali, na alipofika huko, akaenda kutapanya mali zake huko katika maisha ya uasherati. Na hadi leo watu wakitaka kufanya mambo yao, wakitaka weza kuishi maisha ya uasherati, wanatoka mbali wanaenda mbali na sehemu ile wanayoishi. Hawezi kufanya matendo haya ya uasherati karibu na sehemu anayoishi, anaenda sehemu ya mbali kabisa, ambayo watu hawamjui, ndipo aende akafanye dhambi hizo. Na huyo kijana akafanya matendo haya, alipofika huko akatimiza adhima yake katika mambo haya ya uasherati, kwamba twaweza kufanya mambo yote, lakini mwisho wake lazima vitu viishe, pesa lazima iishe. Njaa kuu ikaingia katika nchi ile na huyu yeye aliyekuwa mtoto wa tajiri akawa ni mhitaji. Akaenda kushikamana na mwenyeji ambaye yeye alita, alimpeleka moja kwa moja kwenda kutunza e, shamba la nguruwe. Na akanyimwa chakula, akaanza kula chakula kile ambacho walikuwa nakula nguruwe. Baada ya muda akatafakari sana ndani ya moyo wake, akasema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula e, vitu na kusaza Akasema nitarudi na nitatamka maneno haya kwamba, baba, si stahili juu ya mbingu na mbele zako si stahili hata kuitwa mwana wako tena, kwa maana nimekosa mbele zako. Akasema nitamwambia baba yangu nifanye mmoja ya watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa baba yake. Thamani ya huyu mtoto ilikuwa ni hii mbele za baba yake. Baba yake alikuwa anamsimama mlangoni kila siku, lini mwanangu atarudi? na ndivyo Mwenyezi Mungu mwenye huruma, ambaye Bwana amejaa huruma na neema, kila siku amesimama mlangoni, anatutazama ni lini tutarudi kutoka katika matendo yetu maovu. Tunakula vyakula ambavyo si stahili yetu, tunakula makombo, tunakula vyakula vya nguruwe. Tumeamua kushikamana na mwenyeji aa, mwenyeji wa dunia hii ambaye, mwenyeji wa dunia hii ni shetani. Tumeamua kushikamana naye na yeye mwenyewe pia anatupeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Nguruwe kwa wana wa Israeli ilikuwa ni mnyama ambaye alikuwa ni haramu, na msisahau kwamba pia Yesu aliamuru wale mapepo waweze kuingia kwa wale nguruwe. Twashikamana na shetani katika swala zima la dhambi, unashikamana na shetani, anakupatia kazi mbovu. Wengi wanafanya kazi ambazo hawakustahili kwa sababu wamekimbia mbele za Bwana. Mwenyezi Mungu mwenye huruma anasimama mlangoni kila siku, anatusubiri ni lini tutarudi. Mwana mpotevu alivyopanga haya maneno, atakavyofika kwa babaye na kuweza kumwambia maneno haya. Yeye alipoondoka, alipofika nyumbani baba yake, yule baba mwenye huruma, yeye ndio aliyekuwa wa kwanza kumwonea huruma, akaenda mbio, akaenda kumwangukia shingoni, akambusu sana. Baba anamkimbilia mwana ambaye ni mchafu, na hapa tunajifunza jambo moja kubwa sana kwamba Thamani ya mwanadamu, thamani ya mdhambi, kwa mwanadamu ambaye ni mdhambi mbele za Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu yeye haangalii uchafu wako ambao uko nao. Kwa nje unaweza ukachafuka, lakini ndani mwako thamani yako iko pale pale. Ni sawasawa na shilingi mia tano ikidondokea chooni, ikiwa na kinyesi, thamani yake haipungui. Ukisafisha shilingi mia tano thamani yake iko pale pale ndivyo alivyo mwanadamu mbele za Mwenyezi Mungu. Baba anakuja kuja kumkumbatia na uchafu wake na ile harufu ya nguruwe alikuwa nayo. Alipotaka kuweza kutamka yale maneno ambayo alikuwa ameyapanga, baba hakutaka huyu aweze kuzungumza maneno haya. Aliposema, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, yule baba akamwambia, sasa inatosha. Akawaita watumishi wake akasema, leteni vazi lililo bora mkamvike mtieni na pete kidoleni mwake kumrudishia mamlaka aliyokuwa nayo, mumpatieni viatu. Viatu ni kwa ajili ya usalama wake. Na akasema leteni ndama tumchinje, tule tufurahi, kwa sababu aliyekuwa amepotea amepatikana. Sherehe ilipokuwa inaendelea, yule kijana mkubwa ambaye alikuwa amebaki pale nyumbani akaja. Alipoona sherehe inaendelea, akakataa kuingia katika ile sherehe, na hata baba alivyomsihi aweze kuingia Akatamka maneno haya akasema kwamba imekuwaje huyu mwana wako ambaye ametapanya mali zako, alikula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Mara nyingi sana wale ambao wako ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu wanatoa huduma, watumishi wanasali, muda mwingi wapo kanisani, tunaweza tukawa tuna jicho baya sana chafu, lisilokuwa na faida kwa ajili ya wale ambao ni wadhambi tunachukua nafasi hii ya huyu uh, kijana ambaye alikuwa amebaki nyumbani. Hatutamani wenzetu wanaporudi na kutendewa mema na Mwenyezi Mungu, tunatamani kuweza kuona mabaya kwa ajili ya wenzetu. Hii roho haifai. Angalia maneno anayatamka. Alijiona kwamba ni mwaminifu kukaa nyumbani kwa babake. Lakini kumbe alikuwa anajua ni namna gani habari za makahaba na uashirati zinavyofanywa kwa sababu kama aliweza kutamka maneno haya kwamba huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, alijueje hizi habari kama yeye mwenyewe alikuwa ashiriki katika mambo hayo? Anaonekana kwamba yu mwaminifu nyumbani kwa baba yake, lakini anajua habari za ukahaba. Ndio wale watu wote ambao tuwapenda kunyoosha vidole kwa watu ambao ni wa dhambi, lakini kumbe ndani mwetu dhambi zipo za ukahaba, dhambi za uasherati, tunaonyoshia vidole hawa. Hii ni roho ya ufarisayo ambayo Yesu alikataa sana. Tujichunguze mara mbili, mara tatu Mwenyezi Mungu yeye amejaa huruma na neema. Watu wote ni wa kwake, wema ni wa kwake, wale wa dhambi ni wa kwake. Anatupatia, anatupatia wote jinsi tulivyo, na kwamba mmoja anavyotubu na kuweza kurudi nyumbani kwa baba ni furaha kubwa sana. Tufurahie wenzetu wanavyorudi kwa Baba, na tusifurahie katika kuweza kuangamizwa kwao. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.